mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele: usiyoyajua ya Profesa Sarungi, waziri alivyochea kutibu wagonjwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Akiwa daktari bingwa wa kwanza upasuaji wa mifupa nchini, aacha alama zisizofutika, simulizi alivyomwokoa majeruhi aliyenasa kwenye treni nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Profesa Lawrence Msiru ikisema, ninachoweza kusema sisi tuliyopita chini ya Profesa Sarungi alitujenga kuheshimu kazi, kujali wagonjwa, lakini kikubwa ni kuangalia mbele, MOI itoe huduma za kibingwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika Dr. Biteko kuanika fursa za wanawake, Dar es Salaam. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la tano la The Citizen Rising Women linalotarajiwa kufanyika leo katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam. Kuwapo kwa naibu waziri mkuu ni ishara ya kusisitiza dhamira ya serikali kukuza usawa wa kijinsia na kuibua fursa za uwekezaji kwa wanawake. Habari ni katika ukurasa wa kumi na nane. Jarida la afya, haya ndiyo mazoezi ya kutibu kuharibu kabisa afya yako. Lakini pia gazeti hili limeandika upatu unavyozidi kuwa janga nchini Dar es Salaam, wataalamu wa masuala ya fedha na uchumi wamezungumzia utamaduni wa watu wengi kuchagua michezo ya kupeana fedha kama njia ya kuzitunza kuwa ni janga jipya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Kiini makandarasi wageni kuchelewesha miradi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Shilingi bilioni mia moja themanini na tano za, za PBZ Stanbic ukuza maendeleo Zanzibar, habari katika ukurasa wa pili wa Dau walia na ukomo wa viti maalum. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some ku ndani zaidi. Nalo gazeti